Changamoto kubwa tunazokutana nazo hasa katika sekta ya kilimo na vijana, vijana wengi wamekuwa na ile dhana ya kutokuwa na uthubutu. Unajua vijana wengi tumezaliwa na ile dhana kwamba kilimo ni, ni, ni, ni kazi ya jasho, ni kazi ya kutumia nguvu, ni kazi ya kuchafuka, ni kazi ya maskini, lakini hii dhana tulitoka nayo katika kipindi kile tunakuwa. Tumekuwa tukiona wanaohangaika sana na kilimo ni wale watu wa hali duni, lakini la hasha, maisha yamebadilika. Saa hizi kuna neno tunasema, kilimo na teknolojia koo, kilimo na teknolojia. Sio mpaka wewe uingie shambani kwenda kulima, teknolojia inaweza ikalima badala yako koo. Tunapohusianisha, vijana wengi wamekuwa na ile hali zana potofu waliotoka nayo kipindi cha nyuma, lakini pia ninaweza nikaiunganisha moja kwa moja na swala zima la mtaji. Kijana anakuambia mimi sina mtaji, ninawezaje kulima? La hasha, hiyo sio sababu. Tunaanza kidogo kidogo. Katika swala zima la kilimo, huwezi tu ukaibuka tu ukawa mtu fulani mkubwa, mfanyabiashara mkubwa kwa moja kwa moja, unatakiwa uanze kidogo kidogo.